Nimeambiwa pia bandari kwa sasa ina eneo dogo, ambapo ishaomba kuongezewa eneo nje ya gati namba mbili, nje ya gati namba mbili kwa ajili ya upanuzi wa bandari awamu ya pili. Kwa sasa nishaambiwa mchakato huu ulishafikishwa Wizara ya Ardhi kwa waziri. Kaeni na wenzenu wa ardhi, haya mambo yanayohusu shughuli za uzalishaji hayapaswi kusubiri. Uamuzi ufanyike, eneo lipatikane, ili hatua hizo zinazotakiwa ziweze ziweze kufanyika, hata kama ni la kufidia, madam tunahitaji shughuli za uzalishaji hapa ziongezeke. Vijana wa jiji la Tanga wanahitaji ajira, kipato, na hivi vyote vinahitaji kazi kubwa ifanyike hapa. Kwa hiyo hili jambo la kuongeza eneo sio la kuchukua muda. Kwa hiyo, eni na wenzetu wa ardhi tulimalize haraka tuweze kukamilisha eh, makusudio haya ambayo tumeyaainisha katika taarifa yetu. Tunatambua ushindani wa kibiashara wa ukanda wa Bahari ya Hindi ambapo serikali imeendelea kuchukua hatua ili kuweza kunufaika na fursa ya kijiografia ambayo sisi hapa tunayo kwa mfano e, baadhi ya hatua ambazo zimechukuliwa ni uboreshaji wa bandari ya Tanga ambayo awamu ya kwanza imeshafanyika. Kwa awamu ya pili tunatarajia ukarabati wa gati namba moja na mbili zenye urefu wa mita mia tatu masuala ya ununuzi wa mitambo ya kuongeza kina kutoka mita tatu hadi kumi na tatu ambayo na mtendaji, naibu mkurugenzi mkuu, ameelezea lakini pia tunatarajia kuendelea na maboresho ya miundombinu ya upande ambao tumeonyeshwa hapa, ambao ulikuwa kulia kwetu, ili kuweza kuongeza ufanisi, na mahesabu yanayopigwa ni angalau meli ziweze kupishana, na kwa idadi yeyote ambazo meli zinaweza kuja ziweze kuhudumiwa ipasavyo bila bila kuleta, kuleta muda mwingi wa kusubiria. Hii ndiyo bandari ikiacha Dar es Salaam iliyoletewa fedha nyingi kuliko bandari nyingine yoyote ya nchi hii, na hii inathibitisha dhamira, utashe, maono na mapenzi ya dhati ya Dkt. Samia kwa wanatanga na kwa sekta nzima ya uchukuzi. Sisi ambao tumepakana na jiji la Tanga tunaona fursa nyingi ambazo zimekuwa zikijitokeza baada ya bandari ya Tanga kuanza kufanya kazi. Maombi ya kuongezewa gati lingine ili bandari hii iongeze ufanisi na iongeze uwezo wake wa kufanya kazi na mimi naomba niyalete kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo ili bandari ya Tanga ifanye kazi vizuri, lazima miundombinu ya kupokea na kutoa mizigo kwenda mara ifanyike.